adabu na masomo yanayofungamana na thaqafa na lugha na, na balagha na maani na badi, yani ni mchanganyiko wa mambo mengi yanayohusiana na department hii ya lugha ya Kiarabu. Kuna abiati nyingi za shairi dawawi mbali mbalimbali tulikuwa tukihifadhishwa na tulikuwa, tulikuwa katika jil ambayo tukisoma sisi na vijana ambao tulikuwa pamoja katika chuo wakati ule, tulikuwa tukishindanishwa katika department hiyo. Na walillahi, alhamduni imehifadhi abiat nyingi nyingi nyingi katika upande huo. Kuna beti moja inasema:

mpaka amefika katika msongo wa mawazo na hii ni hali ambayo inatukumba watu wengi katika ulimwengu, hususan vijana. Tunafikia pahala tunapata kitu kinachoitwa alkaaba, hata ile sura ukiitizama unaona imesawijika. Ndo ile aliokuwa akiomba Mtume wakati akiwa safarini kwamba nakuomba ya Rabbi, niepushe na hivi vitu suul mundar au suul mandhar, yani mandhar, image picha mbaya, wakati wa kurudi kwangu, kutokana na yale yanayonikuta katika safari, najiepusha nao. Hali kama hiyo, anasema hamat ala nafsi alghumum, nimevamiwa ndugu zangu na ghamu nyingi. Alghumum jamu ya ghamu ambazo mtume katika miongoni mwa dua zake, Allahumma inni audhu bika min alhammi wal hazan wa a'udhu bika min alajzi wal kasal wa a'udhu bika min wa ghalabati ad-dain ghalabat ldain wa qahri ar-rijal, ni miongoni mwa dua alizokuwa mtume kila wakati asubuhi na jioni anamwomba Allah muepushe nazo. Miongoni mwa vitu ambavyo anaomba aepushwe nazo ni ham humum, anxiety, ghamu zinazomkuta mtu kwa yale ambayo anayatarajia, anayaona, yanayomsibu yanayomkuta mengi. Sasa huyu bwana anasema hamat ala nafsi lghumum, kazijalia hizi ghumum ni kama wanyama wakali wale wanaokwenda kuwinda na kusaka wale, sasa wamemvamia yeye, hizi ghumum zote ni kama wanyama wakali, simba au yao na wengineo mambwa mwitu wote wamemvamia yeye. Zile ghamu zilivyomvamia ni kama wanyama wanavyomvamiwa farisa wao. hamat mataala nafsi lghumumu kaannaha, hizo ghamu zilizonidhibiti mimi na kunivamia nikana kwamba ni mfano wa nini? Kaannaha wakaannahunna farisa farisa, ndo wali wanyama wakali wale hapa ndo kuna tunatolewa tashbihi mushabbah mushabbahu bihi adatu tashbihi wajhu shabahi, na zinakuja zile balagha, nakwambia hii ni majazi au majaza aklia au ni, akli, ni, ni, ni majazi kitu gani, vitu kama hivyo unaambiwa utohoe hapa ndani. Ni picha nzuri, lakini ukiigeuza katika mambo, huyu mtu anaabir, anaexplain wakati mgumu sana anaopitia kuna kitu katika uh, sauti inaitwa maqamat. Ukisoma ilmu uh, ya tajwid, wenyewe wale mabingwa wana kitu wanakiita maqamat zile maqamat zile, na hawandi au hejaz au bayati au sika au ajmi au saba zile ziko nane na kila maqamu ina, ina kitoto chake yani ina vitoto vyake. Ukisikia wale wasomaji wa Qur'an usifikirie wanasoma tu, wenyewe wanajua namna ya sasa. Kuna makamu moja inaitwa saba, hii makamu ya huzuni. Mara nyingine unamwona una yule msomaji anasoma, lakini kama ana huzuni fulani sauti hii, ukisikia unaweza ukatoka na machozi bila hata ujui anachokisoma wala maana yake hujui, zile sauti tu namna zinavyokuja. Na hii picha hii ya huyu bwana anavyowaelezea hawa watu bila shaka, akikueleza tu mambo yake unajua huyu anahitaji mtu anaitwa psychiatrist au anahitaji ushauri na saha, anahitaji kutolewa hapa. baada ya mm muda -hmm mchache tunaweza tukampata hospitali ya wendawazimu au tukampata amejifungia milango akapatwa na kitu kinachoitwa depression ikamperekea na huu ni ugonjwa wa watu wengi, hususan watu wasiomwamini ya Allah subhanahu wa taala, mpaka akajitia kitanzi akajiua. Kwa sababu ya nini? Ya matatizo. Kwa anasema hamat la nafsi lghumumu wakaannahunna waka wa farisatun wasukuru. Kisha akamaliza ubeti wake, matatizo yalivyonivamia na hali ilivyokuwa nzito kwangu ni kama wale igul wanyama ndege, wale wakali wale, wanaweza wakabeba hata kondoo, namna alivyokuwa mkali na namna makucha yake yalivyokuwa na mdomo wake ulivyokuwa sharp, basi anamfananisha ya mawazo yaliyomvamia kama yule eagle, au eagle, e, falcon wale na, na mwewe na aina ya ndege hawa ambao wanakuwa kuja mara moja kumnyakua, wanaweza wakanyakua hata kitoto wakakibeba wakaenda nacho, anasema matatizo yake ni kama mfano wa hicho kitu kaannaha wakaanahuna farisatun wasukuru. sukuru sukuru, ni jamu ya sakr ambaye ndo huyo mwewe au eagle au falcon au kipanga tunaowazungumza. Kisha akasema ya laylu ya laylu, ewe usiku. Anazungumza na usiku anasema, aina nur, ewe usiku, mwangaza uko wapi? Yani kwa nini hakuchi? Yani mtu anayefika usiku akawa anapata matatizo ndani ya usiku, pengine wanga majambazi wezi wachawi wote hawa wamemzunguka usiku kucha, mpaka anatamani asubuhi angalau ifike, aone mwangaza apate apate kuokoka na haya matatizo yaliyomkabili. Sema ya lailu, aina nur, iko wapi nuru? Hal tanqadhi, utapita we usiku, utaondoka kiza kitakwenda laisa badaka nuru au, hakuna nuru tena, mimi ndo nimekwisha. Anazungumza na usiku. Hii ni image, huwezi ukaifahamu mpaka mtu ambaye umeishi katika matatizo, kwa sababu la yaarifu shaukata illa man yukabiduha, mtu hajui mwiba unavyochoma isipokuwa yule ambaye umemchoma siku moja. Kama umewahi kupata matatizo aina hii, ukatamani kuche ukatamani yaondoke ukaona kama umevamiwa na wanyama wakali, ukawa unaongea mwenyewe peke yako, unaongea bila ya breki, unasema hovyo, umekuwa umechanganyikiwa. Utajua huyu mtu anachomaanisha ni kitu gani. Nachotaka kusema kuna baadhi ya vitu tukiwa navyo katika maisha yetu, hata viwe vidogo, hali kama hii ya anzayati na humum na ghumum huwezi kuwa nayo au itakuwa inakupitia mbali. Siku zote vitu vinane, mambo manane, jitahidi katika maisha yako yote uvitafute. Hivi vinne ni vizuri na vinne ni vibaya. Vinne vitakupa furaha na kukuondoshea huzuni, na vinne hivyo hivyo vinaweza vikawa ni sababu ya, ya wewe kupata majanga hayo ambayo mtu kayachora picha kama sukur na farisa. Kwa hiyo siku yote kijana, ukipata uwezo ukipata wepesi ukipata njia, haya mambo manne yafanye haraka, ili usije ukakutana na hali hizi mbaya ambazo tunazizungumzia. Cha kwanza, ukipata uwezo wa kuoa mke mzuri, mwenye dini, mwenye nafasi nzuri ya kukuelewa na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanya hivyo haraka sana, usisubiri ndio maana Mtume akasema arba'un min as-sa'ada. Mambo manne yatakuletea furaha, japokuwa furaha ya dunia sio ile ya kudumu moja kwa moja, lakini kwa kadri ya kiwango kizuri ambacho kitakupa furaha, anza na hapo kwanza. Vijana wengi wananielewa, kwa sababu sisi ni wanaume. Baba yetu Adam alipoumbwa peke yake Ulama wa tafsiri wanasema kana yamshi fil jannati wahidan faridan wakaanahu stawhash, alikuwa anatembea tembea tu pale peponi, anakwenda huku anarudi huku peke yake mwenyewe, kana kwamba alipata loneliness. Kwa sababu alikuwa nani? Peke yake, anakwenda huku anarudi kule, yuko mwenyewe tu. Alipoumbiwa mwenzake, fa khalaqa minha zaujaha, hapo sasa akaanza kubadilika Adam akaonekana mtu mwengine. Ndio maana Allah anasema ya ayuha nnasu ittaquu rabbakum ittaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wakhalaqa minha zaujaha, hii hii nafsi ya Adam, Allah akaitoa mwenzake ambaye ni mama yetu Hawa. Na alivyomwumba tu akachora image ya kukuonyesha kwamba we mwanamume umesababishiwa utulivu na kutulia kuletewa huyo mwanamke pembeni mwako, nasema wakhalaqa minha zaujaha liyaskuna ilaiha katika Suratu Al-A'raf laraf. Wakhalaqa minha, na akaumba kutokana na hiyo nafsi moja ya Adam. Zaujaha, mwenza wake, mke wake. Kwa nini liyaskuna? Inaonekana kama hakuwa na utulivu, hakuwa ametulia, kwa hiyo kaumba huyu ili ampe utulivu. Sasa mimi na wewe hatuna pakutulia isipokuwa huko. Hizi anxiety na maghumum na majekejeke na mawazo na shida hizo unazoziona, pahala pake pakutulizwa ni pale katika Suratu Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha angalia tena maana ya litaskunu ilaiha. Ukimuuliza mwanafunzi wa darasa la 4 la 5 katika lugha aina taskunu, jibu lake atakwambia askunu fi Kinindo, atakwambia askunu fi Buyenzi, askunu fi Bwiza, askunu fi Muramvya. Hasemi askunu ila, hawezi kukwambia io. Akikujibu askunu ila ni ghalat askunu fi aishu fi nakaa na pahala fulani, lakini Allah anasema litaskunu na kusema fiha. So, litaskunu ilaiha, yani kule kutulia kwao kuna maana zaidi ya kutulizana. Akili zitatulia, akili zitakaa sawa, kwa sababu wanasema ulama, wanasema kana kwamba Mwenyezi Mungu anataka kumwambia mwanamke, ayatu halmar'a, inna hadha arrajul huwa asluki minhum minhu mfasalti wabittali fala ghina lihayin an aslihi, anamwambia wewe mwanamke, wewe asli yako ni huyu mwanamme, wewe ulitoka yule mwanamme. Kwa hiyo shina lako wewe, ulitoka pale, kwa hiyo yule ndiyo asli yako wewe, na hivyo yeyote atakaye kuwa hai lazima ategemee asili yake. Kwa hiyo wewe mwanamke unategemea asli yako ambaye ni nani? Ni mwanamme. wa ayuha rajul, na ewe mwanamme. inna hadhihi almar'ata, huyu mwanamke. hiya juz'un minka, yeye ni sehemu iliyotoka kwako. wabittali fala ghina lihayyin an juz'ihi, na kwa ajili hiyo basi, wewe utakuwa unategemea sehemu yako siku zote, ili ikuunganishe upate kukamilika na kupata salama. Kwa hiyo sisi bila ya wao nothing, na wao bila ya sisi hali kadhalika tunahitajiana, lakini sisi ndo tunahitajia wao zaidi, kwa sababu kana kwamba mwanamke ndiye anayetafutwa. Ndio maana wanachuoni wanasema ukisikia Mwenyezi Mungu anakuahidi we mwanamme, baadhi ya vitu vizuri peponi, utasikia anasema kuna wanawake wazuri lakini hajasema kuambia wanawake huko kuna wanaume wazuri, kwa sababu wanawake ndio wenye kutafutwa, wanawake ndio wenye kuendewa mbio. Ndio maana unaenda unatafuta, unaposa, unafanyaje, unaangaika wewe, wao wamekaa muazzaza mukarama. Ndio maana Allah anamwambia Adam, ewe Adam, uskun anta wazaujuka kisha namwambia katika aya nyingine, fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Akusema fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqaya au fatashqayani, asiwatoe huyu ibilisi peponi, mtapata tabu. Kamwambia wewe utapata tabu wewe, yule wala hapati tabu yeye. Yeah, anakaa nyumbani tunakusubiri. Na ndio maana mpaka leo hawapati tabu yoyote wewe unatoka unaenda huko unakoswa koswa na magari na ajali na kila kitu, yee iko nyumbani anasubiri. Na ukifika akikupapasa kidogo kwenye kichwa tu, unatoa mifuko yote kila pahali, mpaka mifuko ya ndani unamwachia, nawambia hizi mke wangu, hizi mke wangu, nimeleta gawa, wewe nigawe hiyo wewe, na huyo ndo mke wa halali. Na hata wale wa haramu, wale wa haramu pia tunawaambia, chukua kila kitu, nibakishie nauli tu ya kurudi. <laughs>

wa idha amaraha ata'athu wa idha ghaba anha hafidhathu fi malihi wa fi nafsiha, Mtume anasema hakupata faida mja katika hii dunia kwa kitu kizuri zaidi ya takwa Allah. Cha pili baada ya takwa Allah upate mke mzuri, ukimtizama unafurahi, ukimwamrisha anasikia, ukiwa mbali naye anakuhifadhia heshima yako na mali yako. Wangapi tunao kama hawa? Inshallah, wengi tuliokuwa hapa tunao wanawake aina hiyo. Sasa hichi ni kitu cha kwanza, lakini hichi hichi ndio kitu cha pili ambacho tunatahadhariwa nacho pia. Kama arbaun min saada na arbaun min shaqawa, almaratu lsaliha ni katika furaha, walmaratu suq ni katika shaqawa, kinyume chake. sasa ukimpata huyo atakuendesha kama mpia lakini pia utatamani afe. Watu wengine wanafikiri maskhara. Unajua, hii michezo wanaoacti hawa watu ina reflect uhalisia wa maisha ambayo sisi tunaishi, ina reflect. Hawawezi watu wakaacti michezo ambayo haipo. Sasa bwana mmoja katika mabedu yaliulizwa Ata, atatamana an tamuta zaujatu, unatamani mke wa afe wewe? Akasema, la, sitamani afe, hapana. Akaulizwa walima, kwa nini utamani afe? Asema hata la amuta farahan, ili nisije nikafa na mimi kwa furaha. Yaani akija akifa ndio furaha yake. Sasa ina maana kuna watu mtu mumewe au mke akifa, wengine wa wanafurahi, alhamdulillah, hawasemi tu lakini Eh, kuna bwana mmoja walimteka mkewe, wakamchukua ambaye, wakampigia simu bwana, kama hujaleta milioni kumi na tano eh, daling wako huyu, kipenzi chako huyu, tunaenda naye na hutamuona tena, mpe salamu za mwisho mwisho, msomee Fatiha kabisa. Alivyopewa simu, mmemkamata mke wangu, ndio, milioni ngapi? Milioni kumi na tano tupe tukurudishie mkewe. Akaambia subiri, subiri Kwani kumua kabisa ni bei gani? <laughs> sio kumteka tu. <laughs> mi Mila... nataka <laughs> asirudi kabisa. Kuna watu wengine hawasemi tukii, wamechoka yani. Kuna mmoja aliwahi kusema, mi natamani kungekuwa na, na mbiu inapigwa, kila mmoja amrudishe mkewe nyumbani kwao. Sa mi ningekuwa wa kwanza, namrudisha sasa, hizi sio ndoa, ni ndoano ambazo watu wanavumilia kuishi. Ndio hiyo almaratu su, ukienda ukiuliza chakula tu ni ugomvi. Kwani hoteli hapa ya, kija unauliza chakula unauliza yaani, sasa we ni mke wangu au ni akiingia, aki, aki mume sura nzito, hakuna tabasamu hakuna kucheka, hakuna kufurahi, hakuna kuulizana hali, hakuna kutaniana, hakuna maneno mazuri, utafikiria jeshi. Mambo yote unayakuta kinyume kabisa. Walmaratu su na mwanamke mbaya. Kitu cha pili kizuri chenye kuleta furaha, anasema waljaru salah, jirani mzuri. Jirani mzuri, tafuta pahala palipokuwa na jirani mzuri Jenga nyumba kaa nao, watu kwa uzuri, ukihama wanalia majirani, sio wanasema alhamdulillah, sasa mtaa utakuwa mzuri, ameondoka yule. Alhamdulillah, nilikuwa nafikiria kuuza nyumba, lakini maadamu ameondoka, basi siondoki tena. Yani kuna watu wanahama kwa sababu yako, kuna watu wanafikiria kuondosha watoto wao kwa sababu ya watoto wako, namna walivyokuwa wachafu wa tabia. Ma, matusi yote wanajifundishia nyumba ya pili tabia mbaya zote wanajifundishia huko na, na, na, na, na jirani. Ndugu zangu ni mtu muhimu sana. Mtume asema la yazala jibrilu yusini biljar hata dhanantu annahu sayuwarithu jirani. Akiona aibu yako, jirani mzuri ni yule mwenye kuficha aibu yako. Akiona zuri analitangaza, jirani yangu masha Allah, ni mtu mzuri nimeona. Akiona baya anakustiri, anakusaidia kunapohitajika Kinyume chake aljaru suu, mambo manne hayo, aljaru salih waljaru suu. Jaru salih, wal salih analeta furaha, al jaru suu analeta bala. Cha tatu, almarkabu salih au almarkabu lhani, kipando kizuri. Nunua baskeli yako nzuri, nunua honda yako nzuri, ukipata uwezo nunua gari yako nzuri, nunua

Kwa hiyo markabu saleh, nunua kipando kizuri kwa kadri ya uwezo wako, gari nzuri, kipando chochote kizuri ambacho hakikusumbui. Ukisema sasa naenda Gitega, unapiga one kick, sio zinapigwa kiki kumi na tano unatembea na, katika, katika gari ya naita eh, unatembea nayo mara gari imechemsha mara tairi imeshatoboka, mara hivi, mara yani, kule wanaita gari spana mkononi, yani, unatembea na spana zako unakwenda nazo za. Allah ampe kila mmoja kipando kizuri sio kile spana mkononi, na kinyume chake walmarkabu asu na kipando kibaya. Hivi vinaendana huku na huku, negative na positive, advantage na disadvantage zake. Ukiwa na uwezo tengeza kipando chako vizuri, kisiwe kibaya chenye kusumbua kichwa, kinauma. Maana kuna watu wanapenda magari yao hata kuliko wake zao, pale limekaa linapigwa na jua, pia sema haraka haraka kaiondoe, sije temperature ikapanda, ikaondolewe, inasafishwa kila wakati, inachungwa. Kitu cha nne, na huku cha nne anasema walmaskanul wasa na upate pahala pakulala pakukaa pakuishi nyumba yenye wasaa nyumba pana. Allahu akbar! Kuna wengine tunakaa nyumba chumba kimoja na mke na mabinti watoto wa kike miaka kumi na tano, kumi na sita na watoto wa kiume humo humo, yani tumo humo humo ndani sote tumekaa pale. Allah, tufariji hali zetu. ya Rabb, hali hizo zipo Yani, utashangaa, alafu watalala vipi? Wataamkaje? mama yao, baba yao, watoto wa kike, watoto wa kiume wote wako hapo hapo. Ya Rabbi, tufariji tuondoe katika hali kama hizo. Hii ni hali mbaya, maisha tandhanka. Hata ukitaka kubashir haki zako za msingi inakuwa ni mtihani. Yani vitu vingi vinakuwa vinakosekana. Hakuna mtu anataka maisha hayo lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ukipata albaytul wasi', nyumba pana yenye wasaa. Nikija mi mgeni wako, unasema we chumba chako hicho hapa hichi, ni chumba cha watoto, na waje wengine kama wapo, pia nafasi ipo. Basi wasaa huo ukiwepo, basi unaenda kuswali, lakini pia moyo wako akili yako na kila, unahisi furaha, mgeni wangu amefuraha. Lakini nikija mgeni wako tena nikija na mabegi makubwa makubwa ndo nazidi kuzunika. Shekhe, utakaa siku ngapi? <laughs> akisema wewe <wiki. laughs> ukasema, lakini mbele pale utaenda huko utamwambia mke wako, aibu aibu aibu, itakuwaje sasa? Hizi hali zinamfanya mtu anachanganyikiwa, anatafuta pahala pa kutia sura yake. Sasa usione watu wengine hawapendi wageni hawezi kumpokea na kumkongowea na kumuandaa na kumpeleka pahala, hali ni ngumu. Maskanul wasi haipo, ana nyumba ya kumtosha yeye tu na mke wake na watoto wake wawili basi. Hata kupeleka utaenda kumpa tabu, na hivyo hivyo, almaskanu dayiq ndo hiyo kinyume chake.